Hapo mahali Migaa kuna kabamp. Hii matatu ikajaribu kuslow down, ichukue bump, then lori ilikuwa imekuja, ni kama ilikuwa ime lose control kabisa. Sasa kuavoid matatu ikagonga hii wall yenye imewekwa kuseparate barabara, ikaangusha hizo wall 20 of them in the course, akarudi kwa barabara na akaingia kwa matatu, then sasa akaanza kufuruta matatu, container ikatoka from the lori, ikaanza kuroll the container, ikakuja ikafinya matatu na ikaenda ikafinya kichwa ya lori, ikaingiza zote kwa mtaro, na container ikaendelea kuroll for about 100 meters away from hawa. Sasa uh, as a result of this tulipoteza watu kumi na tatu ile tumehesabu kulingana na, na ile watu waliweza kuokolewa, kutolewa hapa hivi wakiwa wameaga dunia walikuwa watu kumi na tatu Ingeaja hata hii masaa tunaongea kuna vipande vi vipande vya vya nyama za watu, hata saa hizi kuna miguu kama mbili saa hii ziko hapa kando ya barabara. So ile kitu ningeomba serikali hii mtaro izimbe na tujengewe Rescue Center ya Red Cross hapa karibu juu, kabla watoke Nakuru wakuja hapa hivi, watu wangekuwa wameokolewa. Tumekuwa tukishuhudia machali mingi kwa hii barabara, so kitu tunaomba tu serikali watoe pumps, kuna pumps mbili hapo, hata kama gari itaenda straight hawataua awa watu awa, sana juzi. Tuseme 3 months ago simewa, kuna basi hapa ilikongana tena na gari dogo.